Uh, Maya, ni ukweli kutoka moyoni ambao ningependa nikwambie, na mara nyingi wago anasema kweli kwamba mimi nakupenda, nakupenda sana Maya, na nakuomba mm, endelea kufikiria ombi langu ambalo ninalo kwako. Kiukweli mimi nakupenda a yes, I know but you know, uh, the way love is much deeper.

Ntakujibu um, mapema, takujibu mapema. so can you help me to drop me at the beach? Takwenda beach. Unaenda beach gani? Lingalawe beach. Oi madam, karibu lingalala beach madam. Kama unavyoona, hali ya leo yani leo hali iko shwari, bali iko myengo, miengo karibu linga lala Lingalala, pako fresh. Yani kila kitu buku hapa, yani boya buku, kuweka mizigo buku, yani fulu, fulu, buku buku hapa. Kuna uzalamba, uzalamba, yani kila kitu kimenyoka, yani mle mle mpaka kuogelea, yani unyama Jamani uekakna maneno unanichekesha. <laughs> Waze, ushafika kwa side Mnyamwezi, wanaita side Mnyamwezi. Kei mzee wa mishenyento hapa tayari, ushafika kinachofata sasa hivi ni kwenda kuogelea. Utaenjoy sana, na leo bahari iko shwari. Mimi ndo mwenyewe mzee wa magurumbasa magurumbeto Mama, nimepita kuja kukuaga kwamba natoka kidogo, naenda Sweden. Kwa hiyo kaona sio vema kwamba niondoke hivi hivi bila kuonana na wewe, kwa hiyo ya natarajia kukaa kule kama wiki tatu, then baadaye nitarudi. Haya mwanangu, ninakutakia safari njema. Mungu akujalie huko kwenye safari yako mwanangu. Maya, huyu ndo mwanaume sasa, you have just to marry him. He is very rich.